Jina naitwa Tom eh, mimi ndio dereva wa ENA Coach ambayo alipoteza mkono mwezi wa pili bao isipo kwa ajali ambayo ilikuwa mbaya, hakuna mtu ajiiwe, mimi ndio nimeumia kwa sababu nilijaribu ni imezafi kwa hiyo wakati wote mimi nimekuwa nikienda ambapo eh, machini mimi napewa ni yale ambayo hayaambatani na vile walikuwa wananiongeleza ntu hospitali. Mimi nilienda kwa kampuni, wakati nilienda nikapata wamesimamisha sana.

waliniambia ya kwamba lazima niko parei na mimi inakwanga mrungu, so kuuliza swali kwa ofisi, mimi nilianza kukua dii kwa sababu iliagana ambayo kilikua tutabatana ayakuwa yanabatana na yala ya ambayo kilika tunazuguluzia. E, jambo la mwisho, wakati nilikuwa hospitali, ni ukweli ya kwamba mimi ndio nilipa bill mimi na sista yangu, sista yangu ndiye alilipa kwa mpesa, ambayo inaonyesha ya kwamba ni ukweli, ni mimi nililipa. Hii messages naona ati ni mimi eh, kampuni ililipa. Hakuna kitu kampuni ilinilipia hata shilingi moja, kwa sababu dawa za hospitali ni mimi nilijilipia mimi mwenyewe eh, so ningechukua hii fursa kuambia wakenya wenzao mimi kitu nataka ni justice kwa sababu kuna wale ambao wameumia pia ambao siwezi watacha hapa. Mimi ninataka justice kwa upande yangu. E, asanteni, asante sana Paul. Justice for Tom. Justice for Tom. Yes, Tom. Tom. Ah, asante sana Wakenya wenzangu, wa vile mnavyoona Tom huyu hapa ile dereva ambaye kila mara mnamwona pale TikTok. Sisi hatutakubali aa majamaa watutenganishe kwa msingi ya kabila tena, watutenganishe kwa social class. Huyu Tom kwa maana ni maskini mpaka saa hizi hajapata haki yake. Tom alipopata alipo ajali sisi tulipata story yake, tukaenda tuka mpaka pale ENA Coach, tukafuatilia yale mambo yanaendelea tukarudi tukamtafuta. Tom alikuwa kule bara kwao kule nyumbani, sisi tukaorganize Tom akaja Nairobi, ndio leo tuko naye hapa. Tulipofika pale kapuni, ilitwambia mambo yote ambayo wamemfanyia huyu jamaa, tulipompata Tom, hata Tom ndiye alikuwa amelipa zile bili zote. Saa hizi wamemnyang'anya huyu jamaa mkono, wanataka kumpatia milioni moja. Mimi ningetaka kumuliza huyo chairman yeye, tunamuofa kazi aje tumnyang'anye mkono yeye pia, ili tumpatie milioni moja aendelee kufanya kazi kama ni, ni, kama, kama, kama ni hivyo ndio naamini kuwa mkono wa mtu waweza kulipwa na milioni moja hiyo ambayo wanamwitia aje tumnyang'anye mkono. Jambo la pili nataka kuguzia mkono wa Paul alipokatwa, wale majamaa walipotea na mkono wake, wakamtoa huo mkono kafara, wanaongeza nao magari pale barabara. Sisi Wakenya hatutakubali, hatutakubali hawa majamaa kuwadaa Paul kwa sababu ni maskini, kwa sababu hajiwezi, wa wanatumia hiyo fursa kumkandamiza. Tata tunataka kuuliza hii insurance yenye walikuwa wametuambia. Eti huyu Paul mara ya kwanza walikuwa wamesema watapatia laki sita. Mara ya pili walipoona hii story mescalate wakamwambia watapatia milioni moja. Hii ni mambo ya uwizi. Ni insurance gani iko na mambo za fluctuation? Kwa sababu walikuwa wamejua wanataka kumwada huyu jamaa. Kampuni iko na pesa huyu na nafaa apatiwe milioni zake tano ambazo ana demand na mkono. Kama sivyo vinatendana kwa kampuni wakatuambia, najua mko na mbwembe lakini mtachoka. Tutakwambia hatutachoka mpaka tumwone huyu jamaa na mikono. Kila mara atakapomwona post pale pale TikTok akilia bado ana mikono, nawambia tutawavamia. Na mtuambia kuwa mnajiandaa na polisi na kila kitu mdiandai, na tunamwambia ni sawa, nyinyi mjiandaye na tutaona mtamtawaweka mpaka lini, kwa sababu sisi vijana tuna nguvu, hatutachoka na tutamwambia ni lini. Tumwapatia an ultimatum ya 72 to hours, msipomrejeshia Tom mkono wake na mkampatia yule mkono. Alikuwa al, al, al, al, al, anahitaji sisi na nyinyi tutapatana bampa tu bampa Asante sana. Haya. Justice for Tom. Justice. Justice for Tom. Justice. Thank you very much fellow Kenyans. My name is Anthony Karumba Gen Z 001. And today we want first of all to say justice delayed is justice denied.

We as Gen Zs, we believe in justice. We believe in accountability. We believe in transparency and zero tolerance to corruption. I want to remind you, those things made us suffer in the streets. Those things made us, as we were fighting for the freedom and the, this justice. We lost our comrades in the struggle for this. And this time round, we want to tell you, we have only given you 72 hours and failure to which ENA Coach will declare it as a crime scene your offices your buses all your Nissans and all this transport means that you have we want to say under this land you cannot operate and continue doing business as usual when one of your employees is here suffering out of pain and your ignorance look at this i want to ask you this one question

Tumepata ujumbe alipokuwa akiongea, kuna watu wengi sana wametumia meseji, ENA Coach imepotea na mzigo zetu. Wamesema sio mena zimepotea, wengine wamesema begi zao zimepotea. Lakini hata hiyo swali tulimuuliza CEO na yeye anajua, anaweza confirm, aliconfess ENA Coach imepotea na mzigo za watu. Na sisi kama vijana tunataka kuambia watu nyinyi mnawamini kutuma mzigo ENA Coach, mkome kuanzia leo kwa sababu mzigo zenyu zikipotea ile process ya kutafuta mzigo yachukua kama ya miaka tano pale ina kocha. Ndio kwa maana tunasema hii mambo ya Tom, nitakuwa mwanzo nitakuwa mwisho, atutakubali ama hatutakubali ama jamaa wazidi kutunyanyasa, hiyo shop yao ya kulut Kenyans tutaifunga, na tumewapatia 72 hours ufunge hiyo duka yao. Thank you.